Ambapo Goodwill Children Home iko chini ya taasisi ya Goodwill and Human Foundation. Natoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu, natoa shukurani kwa shirika la TRA kwa kuweza siku ya leo kuja kushiriki na watoto kwa sikukuu ya Pasaka atoto, na yombe, na yombe aheri, Sicilia. kwa niaba ya watoto naombea heri taasisi hii ya serikali ya TRA na vilevile, natoa wito kwa jamii kulipa kodi kwa hiari kwa kuwa shirika hili linajali jamii linajali watoto waliopitia mazingira hatarishi. Hapo nasema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika nini zile taasisi ambazo zingeweza kufanya bariki Afrika. Eh, natoa wito kwa taasisi zote za kiserikali na ambazo za kiraia kwa kuweza kuwajali watoto waliopitia mazingira hatarishi, kwani jukumu hili ni jukumu wote sisi kwani mwanao wa leo ni yatima wa kesho.